Taangalia faida kadhaa hapa za maombi. Faida ya kwanza nasema kwamba maombi huleta hekima. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi huleta nini? Maombi huleta hekima. Ukisoma katika kitabu cha Yakobo moja tano neno la Mungu linasema, lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima na aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu wala hakemei naye atapewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa neno la Mungu limesema kwamba lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima na aombe dua kwa Mungu. Kwa hiyo katika kama katika wakati ambao tunakwenda kuomba juu ya familia, tunaweza tukamwomba Mungu kwamba, labda ni katika familia yako unaona ya kwamba anaweza kaa ni mzazi, labda anaweza akawa ni baba, anaweza kaa ni mama the way anavyoongoza unaona kabisa kwamba mbona, mm, kama huyu mtu anavyotuongoza ni tofauti na ni kinyume na neno la Mungu. Yani tunaenda tunaendaenda, ni kwamba mzazi ambaye amepewa, mtu ambaye amepewa na nafasi ya kuwasimamia haongozi kama vile Mungu anavyotaka. Na kama ni mzazi na wewe ni mtoto, hauwezi kumwambia baba kwa yani, kwa hapa unazingua yani, kwa the way ambavyo unavyotuongoza unatupoteza, hauwezi kumwambia hivyo, lakini neno la Mungu yani nasemaje kwamba lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima na aombe dua kwa Mungu. Kwa hiyo ana uwezo wa kwenda mbele za Mungu, pia na wewe ukamwombea mzazi wako juu ya nini? Juu ya hekima kwa sababu anatakiwa ujue kwamba yule mzazi ni Mungu amempa dhamana ya kusimama kwa ajili yenu nyie. Kwa hiyo amepewa dhamana la kufanyaje? La kuwalea na kuwafundisha. Kwa hiyo ikiwa na maana kwa ya kwamba kama anayewafundisha mtu ambaye amesimama mbele kama kiongozi hana hekima, uwe na hakika kwamba kuna uwezekano mkubwa sana wa nyie mlioko nyuma kufanyaje? Kupotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama labda unahisi ni katika eneo ambalo labda tuseme kuna sehemu ambapo katika familia yetu labda tuseme hekima imepungua, nenda mbele za Mungu, mwambie Mungu juu ya hekima katika familia, na Mungu ni mwaminifu, atafanya na kitu kikubwa ambacho kinasaidia kina hiyo hekima kupatikana ni kwa njia ya maombi, lakini pia maombi kama maombi yanakupa ushindi Bwana Yesu asifiwe sana. Inaweza ikaa ni katika familia ipo vita ambayo adui anaiachilia katika familia yenu, yapo magonjwa ambayo adui anaachilia katika familia yenu, ni anguko la uchumi ambalo adui anaachilia katika familia yenu. Unaweza kwenda mbele za Mungu kwa kupitia njia ya maombi naye Mungu akafanya. Ukisoma kwenye kitabu pia cha Yakobo 5:16, neno la Mungu linasema ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa kwa kuomba. Anasema kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, wanasiasifia sana anasema akiomba kwa bidii. Kwa hiyo anasema ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Ina maana tunapokaa kuombeana na kuungama dhambi sisi kwa sisi, tukiombeana tunapata nini? Kuponywa. Na tunapozungumzia kuponywa, ina maana kwamba ni ushindi huo tayari. Kwa hiyo maombi kama maombi yanaachilia ushindi katika hali ngumu, yanaachilia ushindi katika wakati ambao mtu unakuwa umekata tamaa, unaona ya kwamba mbona mm, hapa kama kile ninachokifanya hakiwezekani, mbona ninajaribu kufanya hiki kinashindikana, mbona labda tuseme natamani kufanya biashara lakini wazo la biashara haliji. Nenda mbele za Mungu, mwambie Mungu naye Mungu ni mwaminifu, atafanyaje? Atakupa wazo. Na ni kama labda tuseme, unakaa katika mazingira ambayo huna amani, na moyoni unasikia uzito, usikae kimya tu ukakaganao moyoni ukasema kwamba nitamtafuta rafiki yangu atanishauri. Hapana, kabla hujaongea na rafiki yako, nenda kwanza mbele za Mungu, kwa sababu Mungu pekee ndiye anayejua anayokuwazia yeye. Ukisoma kwenye kitabu cha Yeremia ishirini na tisa na ule mstari wa kumi na moja anasema kwamba kwa maana ninajua mawazo ninayowazia. Nini anasema? Ni mawazo mema, wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini katika siku zenu za mwisho. Au unaweza kupiga, ukasema za usoni. Kwa hiyo uende mbele za Mungu, usiende kwa mtu kwanza. Kabla haujaongea na Mungu, nenda mbele za Mungu ili Mungu mwenyewe ndiye akuelekeze kwamba ni mtu gani ambaye unatakiwa uende uongee naye ni mtu gani ambaye atakaye kuelekeza hiyo shida ambayo unayo lakini, kwanza uanze na Mungu ndio akwambie, kwa sababu yeye ndiye anayejua hatima yako na yeye ndiye anayejua kile kitu ambacho amefanya, amekupangia. Bwana Yesu asifiwe sana, amina. Lakini pia maombi yatakupa neema. Neema ni msaada utokao juu, ili kukuwezesha utimize kusudi la Mungu kwa uwepesi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi sitini kumi na moja neno la Mungu linasema utuletee msaada juu ya mtesi, maana wokovu wa binadamu haufai. Na ukisogea kwenye Waebrania nne kumi na sita neno la Mungu linasema basi na tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa uhitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa anasema kwamba ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa uhitaji. Kwa hiyo neema inakusaidia wewe wakati wa nini? Wakati wa uhitaji. Neema inakusaidia wewe kupata matokeo ambayo yako juu na zaidi ya uwezo na fahamu zako neema ya Mungu itakusaidia wewe kufanya yale mambo ambayo ulikuona kabisa kwamba hapa kibinadamu mimi hiki kitu siwezi. Ni sawa sana. Leo ukijitazama wewe mwenyewe, alafu mtu akwambie kwamba Mungu, tuseme kwamba leo ukae ujitazame mwenyewe, alafu usikie sauti ya Mungu inakwambia kwamba katika miaka ijayo, maybe tuseme baada ya miaka ishirini, wewe ndio utakayekuwa rais wa Tanzania. Ukijitazama hali ulionayo kwa sasa, ukaangalia maisha yako unapo unako pita aina ya watu ulionao, unaweza kujitazama mwenyewe, unaweza kusema kwamba hivi kweli mi naweza nikani? Rahisi kweli? Lakini unapokuwa na neema ya Mungu, inakusaidia kupata matokeo ambayo wewe mwenyewe kwa akili za kibinadamu huwezi ukaamini kwamba mimi ndio huyu kweli, yani mimi ndio Mungu amenifikisha hapa. Nanimada kama ukiangalia hata watumishi wengi wa Mungu huwa wanashangaa nasema kwamba hivi, yaani, ya kweli mimi hapa nilipo ni kwa neema, kwa sababu nikiangalia background ya familia yangu na nikiangalia ambako nikotakiwa kuwepo, sasa ni tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hiyo ni miongoni tu mwa faida za maombi. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kwenda mbele za Mungu kumwambia Mungu kwa ajili ya familia, kwa sababu tunajua kwamba maombi kama tulivyosema, yanaachilia ushindi. Maombi yanatupa ushindi, lakini pia maombi yanatupa neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tuna tukamwambie Mungu juu ya familia zetu, tukamwambie Mungu katika jioni ya leo. Umuhimu wa maombi yetu ya leo ni kuwalinda wale watu wote ambao Mungu ameweka katika familia kwa ajili ya kusimamia familia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunakwenda kuachilia ulinzi juu ya wale watu ambao Mungu ameweka katika familia zetu ili waweze kusimamia katika familia zetu ili ulinzi wa mungu kapate kuwa juu yao na kuwaimarisha ili wasipigwe na adui. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukaona kwa mfamba, tuseme katika familia ambazo baba ni kiongozi wa familia, unaweza ukaona ya kwamba kama ikitokea umeacha kuomba, na unapoacha kuomba, ina maana kwamba mlango wa adui kupita unakuwa uko wazi naweza ashum kwamba baba ndiye msimamizi wa familia ambayo unayokaa wewe hapo leo. Kesho adui anapokuja, kum, anapokuja kumpiga huyo mtu maybe, tuseme kwamba lango liko wazi, adui akaja akaachilia pigo, labda tuseme baba akafariki kwa sasa hivi najua uwezo ukapata unaweza ukaa aba, hauna mzigo sana wa kumwombea huyo mtu ambaye wewe mwenyewe unajua kwamba huyu ndiye mtu ambaye Mungu amemweka katika familia letu kama lango la baraka kwenye familia, kama kipitishio na kibebeo cha baraka za Mungu kwenye familia, unaweza usione impact yake lakini baada ya huyo mtu akisha kuja akaondoka tukasema labda tuseme kwamba amekufa, ndipo umuhimu wake utakuja kuugundua. Na especially kama kwenye maswala kama tukiongelea kwa upande wa baba, kuna wengine tangia mtu umezaliwa kabisa. Naweza nikatolea mfano hata kwangu mimi pia mwenyewe kwamba nazaliwa nikiwa na mwaka mmoja, halafu baba anaondoka na unakuwa katika mazingira ambayo ule uwepo wa baba huuoni, lakini still pembeni una marafiki zako ambao wenyewe tayari wazazi wanao, ambaye una labda tuseme ninatoka naba nenda naye inamwambia tuende tukanunue madaftari, ana yeye anakaa pale, babake anamuuliza kila kitu, kwamba kitu gani ambacho kinahitajika hiki na hiki kingine, ni kipi hiki na hiki, hiki kipo hiki kipo hiki hakipo. Babake ana provide kila kitu kila kitu kila kitu, ina maana ukimwangalia yeye, unaona kama vile anaishi maisha ambayo hayana shida kabisa, kitu anachokitaka nakihitaji kwa wakati lakini nikijiangalia mimi nakuja, nakuja nyumbani baba hayupo, yupo mama na tupo watoto kama wanne. Kwa hiyo kila mtoto analia kilio chake, mama mimi naomba hiki mimi naomba hiki mimi naomba hiki mimi naomba hiki, alafu jibu ambalo mzazi analitoa nakuambia kwamba sina pesa. Inafika moment paka, nilikuwa namuuliza Mungu, naambia Mungu, hivi baba kweli angekuepo hapa ila singepatikana Ningepata kwa wakati kama rafiki yangu. Kwa hiyo umuhimu wa huyo mtu uliye naye sasa unaweza usione kwa sasa, lakini subiri siku ambao umeacha kumuombea adui aje apitishe aachilie vita yake alafu mtu aende. Ndipo utakapokuja kugundua umuhimu wake tayari akiwa amefanya je? Ameondoka. Lakini unaweza ukautumia wakati wako kwa sasa vizuri kumuombea, kuachilia ulinzi juu ya familia ili adui asije ya, kapitisha yaliyo yake na hatimaye kuja kusababisha matatizo katika, nini, katika familia. Kwa hiyo tunatakiwa tuwa uombe usimame na wewe kama mlinzi katika familia yako, uombe useme kama Habakuki katika skriali ya kwamba, mimi kama mimi nitasimama katika zamu yangu kwa ajili ya familia yangu, kwa ajili ya wazazi wangu, kwa ajili ya ndoa yangu, kwa ajili ya mme wangu, kwa ajili ya kwa ajili ya mke wangu, kwa ajili ya ndugu zangu, kwa ajili ya kaka zangu, kwa ajili ya dada zangu, ili kufunga mlango wa adui kupita katika familia na kusababisha nini, na kusababisha madhara, kwa sababu adui siku zote anapoingia katika maisha yako hata kupa nafasi ya kuwa na nini, ya kuwa na amani. Bwana Yesu asifiwe sana ya yeah. Lakini umuhimu wa pili wa maombi ni kuwaombea wote waliobeba baraka za familia. Bwana Yesu asifiwe sana. Napozungumzia waliobeba baraka za familia, ni kama mfano wa Yusufu. Unaweza ukaona kwamba Yusufu, japokuwa ndugu zake walikuwa hawampendi, japokuwa ndugu zake walikuwa wanamchukia kwa sababu ya vile vitu ambavyo Mungu alikuwa akimwonyesha Yusufu na Yusufu waki, alikuwa akipata yale maono, anaenda anawaambia Kwao ikasababisha maumivu kwamba mwisho wa siku, yule yule ambaye alikuwa anamchukia, ambaye walimtupa akaja akaenda akauzwa huko Misri aliyonunuliwa na Wamidiani pia. Mungu amewapa mzigo wa saidia ndugu zao. Kwa hiyo vita yao huwa siyo nyepesi, kwa sababu kitu ambacho adui huwa anafanya, adui huwa hapendi hatima ambayo Mungu ameipanga juu ya maisha yetu ifanyaje, itimie. na kila familia ambayo Mungu ametuunganisha pamoja pamoja, tuma kwenye magrupu kama kwamba moja mbili tatu, hii ni familia moja mbili tatu, hii ni familia. Kwa kipindi na yumba ile familia hakuiweka tu, ile familia ilikuwa na kusudi. Kwa hiyo kitu adui anachokifanya analiwinda lile kusudi la Mungu na anawinda ile hatima ambayo Mungu aliiweka juu ya ile familia, ili isiweze kufanya, isiweze kutimia. Kwa hiyo uwe na hakika ya kwamba ule katika familia watu ambao Mungu amewabebesha mzigo wa kubeba hatima za watu wengine katika familia, kwamba huyo ameinuka anainua na wengine, uwe na hakika kwamba pale katika wale watu, ule mtu ambaye Mungu amemuweka, adui atakuwa na muinda, na kama atakuwa na muinda, vita yake haitakuwa ni ndogo. Kwa sababu gani? Adui anajua kabisa kwamba nikimwangusha huyu ambaye Mungu amemweka kama msaada na lango la familia kufanikiwa na kuinua hatima za hawa wengine ina maana ya kwamba hawa wote watainuka kwa anachokifanya. Anadili na yule mmoja ambaye amepewa uwezo na neema ya kusimama kwa ajili ya wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wewe mwenyewe unatambua katika familia yako kwamba ni watu gani au ni nani ambaye Mungu amempa amempa amempa neema ya kuweza kubeba hatima za watu wengine. Kwa hiyo ingia mbele za Mungu mwombee, kama ni wewe jiombee, mwambie Mungu akusaidie na kama unajua labda tuseme ni dada yako ni kaka yako, ingia mbele za Mungu muombe, ili ile neema ya Mungu ikapate kuwa juu yake, ili ule ulinzi wa Mungu ukapate kuwa juu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini umuhimu wa tatu ni kuomba juu ya, ki, ya kizazi katika familia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapozungumzia kizazi, na maana tunasema kwamba ni mwendelezo Bwana Yesu so asifiwe sana ndio, unaweza ukaona ya kwamba hata na wewe nikija nikakuuliza leo, kwa mfano, kama mimi nikini, ukiniuliza jina langu, nitasema kwamba mimi ninaitwa Seccilia Lucas Misigaro. Kwa hiyo ilianzia tangia kipindi cha Misigaro. Misigaro akaja akazaa mtoto, akatoka Misigaro akamzaa Lucas. alipomzaa Lucas, Lucas naye akaja tena akazaa Mtoto ambaye ni mimi Seccilia. Leo kesho na mimi tena nitakuja kuwa na familia yangu. Inakuwa ni muendelezo, ni muendelezo, ni muombelezo. Kwa hiyo tunaenda kuombeleza Mungu kuombea vizazi chetu, kuombea vizazi vya wazazi, kuombea vizazi vya wazazi wetu ambao na sisi pia tukiwemo, lakini pia kuombea hata vizazi vitakavyofuata kabla yetu kwa sababu maombi ni akiba. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akisema neno la Mungu anasema kwamba jiwekeni akiba mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Tujiwekee akiba mbinguni. Kwa tunaweka akiba kwa njia pia ya maombi. Kama akiba inawekwa mbinguni, na maana kwamba kinachotokea mbinguni ni kopi, kinachotokea duniani ni kopi ya mbinguni. Kwa hiyo kama mbinguni huwa inawekwa akiba, maana kule hakuna wevi wala hawavunji wala hawaharibu. Kwa hiyo hata pia katika ulimwengu wa roho, maombi unaweza ukaweka, kama nini? Kama akiba. Unaweza kuomba maombi leo usione impact yake. Unaweza kuomba maombi leo usione faida yake. Lakini faida ukaja ukaiona kwa watoto wako, faida ukaja ukaiona kwa wajukuu zako, faida ukaja ukaiona kwa vitukuu vyako. Kwa hiyo tunakwenda kumwambia Mungu kwa ajili pia vizazi vyetu vitakavyofuata. Unaweza ukaona kwamba maisha sasa hivi jinsi yalivyo, teknolojia zimeendelea, mitandao iko wazi, mtu anaweza akafungua kitu ambacho anataka, anataka kujifunza akajifunza. Lakini pia kwa wakati huo huo ambao yuko na angalia, kile anachojifunza kinaweza kikaja na kingine ambacho hataki kujifunza na kukiona, lakini pia akafanya akakiona Bwana Yesu asifiwe sana. Na wewe kama mzazi au wewe kama ambaye tuna kuespekti baadaye uweze kuwa mzazi, hakuna namna ambavyo unaweza ukamlinda huyo mtu, hakuna namna ambavyo unaweza kulinda kama ni watoto wako, unaweza kulinda ndugu zako kutoka katika hiyo hatari. Kwa sababu gani? Unaweza ukasema kwamba leo yuko form one au leo yuko la tatu yuko la tano yuko la saba, yuko form 1 yuko form 4, akasema kwamba sitampatia simu. Lakini kumbuka tu kuna moment itafika atakuwa na simu, na hata, hata, hata kama hata kuwa na simu yake, basi ana uwezo wa kutumia hata simu ya nani na marafiki zake, na akaona kile ambacho namzuia kufanya kukiona. Kwa hiyo tunaweza tukaombe, tuombe juu ya vizazi vyetu, lakini pia tujiombe pia na sisi. Kwa sababu gani? Si kwamba tuko kamili sana mbele za Mungu, au kama sio kama sisi ndio tumesimama sana kuliko na wengine hapana. Tujiombee sisi, tuombee na vizazi, tuombee wazazi wetu, tuombee mifumo ya familia zetu, ili uwepo wa Mungu na neema ya Mungu ikapate kuwa juu ya familia zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tuchukue jukumu sisi sote kwenda mbele za Mungu kumwambia Mungu juu ya familia zetu, kumwambia Mungu juu ya maisha yetu, kumwambia Mungu pale popote ambapo labda tunahisi kwamba ni uzito, ikiwa labda ni changamoto, labda tuseme familia ya nyumbani, ni wazito kwenye kuomba. Mwambie Mungu kitu chochote ambacho anachohitaji. Anasema ombeni lolote mtakalo kwa jina langu, hilo natalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo amini ya kwamba kile unachokwenda kukiomba mungu atakifanya. Kama umeomba kwamba Mungu, familia yetu sisi, jamani, nguvu yako imepungua ndani ya familia yetu, tunaomba uamshe ujuu ya familia, uwe na imani ya kama mungu atafanyaje, atafanya. Na labda nikumbushe kitu kimoja, maombi yana umuhimu kwa sababu gani? Hauwezi tu ukatumia ushauri kumbadilisha mtu Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ni mpaka ule ushauri ambao unaokuwa unautoa kwa ule mtu ambaye tuseme ame long way nje yake haiko sawa. Paka umevuviwa na Roho Mtakatifu ndipo ule ushauri unakuja unaleta nini? Unaleta impact kwenye maisha ya ule mtu. Kwa hiyo tume mbele za Mungu tumwambie Mungu juu ya familia zetu. Tumwambie Mungu juu ya wazazi wetu. Tumwambie Mungu pia juu ya maisha yetu yote kwa ujumla.